Wanaume wenzangu, niko na kitu nataka tujadili hapa. Kama utapata mwanamke ameachana na mume wake ame, aliachana na mume wake kitambo, inafaa umjue vitu kama vitatu. Umjue cha kwanza, aliachana na mume wake kwa nini? Je, alimuumiza ama aliumizwa? na alipoachana na yule, je alipata mwingine ama akupata, ndo akakupata wewe na chengine ni, ni hiki umjue, yule umjue, wajue wale wanaume wenzako, je, walikuwa na pesa ama walikuwa hawana pesa? Maanake kama walikuwa na pesa na aliwaacha wali, ani waliachana ama wali, wali, wali sana. Wewe una kitu, amekuja kwako, ndugu yangu, wewe utakufa wewe utakufa mara moja sana, maanake imagine mtu mwenye alikuwa na pesa aliachana na yeye, wewe umempata, wewe anakuambia nitakupenda, eh? nitakuvumilia kila kitu, na una kitu, ndugu yangu, utakufa mapema, utakufa mapema. Mi nakueleza hiki kitu, tujiangalie sana katika upande wa mahusiano.